basi Unaulizwa maswali na kama ni ndio utasema ndio, na kama hapana utasema hapana. Ndugu yangu katika Kristo, jeu naamini kweli umeitwa na Mungu na kanisa kufanya kazi hii ya huduma kwa maisha yako yote? Matendo ya Mitume tatu ishirini na nane tatu mstari wa ishirini na nane hadi thelathini unasema Jibu ni ndio. Hey, ni ndio au hapana? Mungu nisaidie. Ndugu yangu katika Kristo, je, unaamini kweli umeitwa na Mungu katika kanisa kufanya kazi hii ya huduma kwa maisha yako yote? Ndiyo, Mungu atusaidie. Ndiyo, Mungu atusaidie. Mtume Paulo alishuhudia akisema, nimesulubiwa pamoja na Kristo lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Galatia ta, Galatia mbili mstari wa pili. Je, wewe unaamini hayo na utakuwa muadilifu maisha mwagu na kuwa kielelezo kwa kanisa utakalolisimamia ukisoma Biblia kufanya maombi na kuendelea kukua katika imani, huku ukiubeba msalaba wako kumfuata Kristo jipo? Ndio. Hapa maandiko yanafundisha kuwa kanisa linajitoa kufuata mafundisho ya mitume na manabii na kushiriki meza ya Bwana. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni, wa Efeso mbili ishirini. Utakuwa mwaminifu kutekeleza wajibu na majukumu yako kwa imani ukibatiza na kuwapa Wakristo meza ya Bwana? Ndiyo, Mungu anisaidie. Ndio, na Mungu anisaidie. Watumishi wametakiwa kulisha kundi la Mungu, kuwalea kwa upendo na kuwashauri bila kuangalia faida zao binafsi, si kuwalemea bali kuwafundisha, kuwatia moyo, kuwaonya, kuwaongoza vizuri njia sahihi iwapasako kuifuata ni pia na pia kuwatangazia msamaha wa Mungu juu ya dhambi na uzima upatikanao upatikanao ndani ya Kristo. Je, unakubali kuyatekeleza hayo? Ndiyo, Mungu alisaidia. Roho roho alimtia Roho, Mungu alimtia Yesu mafuta ya kuwahubiria masikini habari njema, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, vipofu kupata kuona tena, na kuwacha huru walio- waliosetwa. Je, wewe utaongoza watu wa Mungu kujitoa kutimiza agizo la mtume? Ndio, Mungu anisaidie. Mtume Paulo akitangaza kwamba kanisa ni mwili mmoja wenye viungo vingi, wa Korinto 12:12. Je, wewe Wakris... wewe utajitahidi kuishi na kufanya kazi kwa umoja wa Kristo wote ukishirikiana nao na kuliongoza kanisa ku kukamilisha huduma ya upatanisho ndivyo. Mungu ndivyo Mungu, Mungu atusaidie. Yesu Kristo ni kielelezo chako. Je, utajitahidi kuishi maisha ya utii kwa mamlaka na kwa Yesu Kristo aliyechukua mfano wa mtumwa kwa ajili yetu? Je, Roho Mtakatifu akikusaidia utaendelea kuchochea vipawa vya Mungu vilivyopo ndani yako? Mungu aliyekuita na kukupa utashi wa kusoma chuo cha bibilia cha kimataifa aisoma kufanya huduma hii, akupe neema ya kufanya kwa uadilifu, maana Mungu aliyekuita ni mwaminifu na hata kuwacha. Amen. Amen. Amen. <Nu> <Nu> <Nu> <Nu> ni mchungaji wenu amekuapisha na umesema ndio. Kanisa, mko tayari kuwadhamini watainiwa hawa watoji, kwa kuma, kwa kiapo chao walichokula <tipasimu> basi baada ya kusema hayo, ningeomba mgeni rasmi uje hapa hapa mbele na baba askofu. Karibuni sasa, imefika wakati ambao unapenda kuwagawia vyeti sasa. E, sasa sijui mtauza sura wapi mtau, mnategemea wapi ambapo picha itatoka vizuri? Jamani, nasisitiza baadhi za picha. Mimi ni wakala tu hiki chuo cha uh, tumishi wa Mungu anaitwa Leonard Bonke ni marehemu sasa hivi, sindio? Kwa hiyo mambo yote yanayofanyika na natuma huko kwa kwenye kwenye kwenye chuo chao, si ndio? Eh, hili tukio la leo hili, ina maana leo hili naruka kwenda Marekani. Ndio maana nasisitiza sana picha, ili hao watu wajue, wakaongezeke kwenye kwenye idadi ya wachungaji wa dunia. Amina. Sisemi vyuo vya vya kidhehebu viko duniani hapa ii na sasa, utaratibu wa serikali na mheshimiwa diwani yuko hapa, inasema hivi, chuo cha kidini akikuvushi mipaka, sawa. So, ukienda hata hapa Zambia tu watakuuliza, eh, cheti umesoma cheti umesoma chuo gani? Ukionyesha cha kidini watakusanyia, watakwambia kusanya washirika wa dhehebu lako tu ndio ufanye nao mkutano lakini sio wa madhehebu mengine. Lakini ukiwa na cheti hiki unakusa dunia nzima, popote utakapokwenda, una uwezo wa kukusanya washirika wa madhehebu yote. Amina maanake, e, ningezungumza haya e, serikali haipo, ungesema nafagilia pana. Ndio maana mimi nashirikisha serikali, hiki ni chuo cha serikali e, amina, amina. Amina. E, he, he. Basi nipende kusema kwamba witness, witness amesoma hiki na vyeti wa vitoki Tanzania vinatoka vinatoka uh, Marekani kwenyewe kwa mm hiyo -hmm. Mimi nikiangalia hiki cheti, sahihi yangu ni moja tu hapa, lakini sehemu zote, hata waliotia sahihi sio wengi. Amina. Amen. Basi niombe <tipi> <tipi>